Kwa nini tusikilete uliona timu gisi ili perform vizuri kipindi cha kwanza na sisi kama kama timu lengo letu ilikuwa kufika semi lengo letu ni kutaka na sisi tupate kikombe na ndio msimu huyu ilikuwa moja miongoni mwa malengo na lengo lingine ilikuwa kusema nini? twende kimataifa pili kwa sababu ingekuwa fedhea tena kukosa t eh, kufungwa tena mara ya pili kwa hiyo tumejipanga vizuri ndio maana tukapata ushindi. Na, ilikuwa na ugumu kwa sababu Simba ni timu kubwa, Simba ni timu nzuri. Kwa hiyo ukikutana nayo hata mara tatu lazima uhakikishe kwamba eh, unakwenda kukutana na timu kubwa. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unaenda kupata mechi. Kwa hiyo sisi wenyewe kama wachezaji, benchi la ufundi, walimu, viongozi, wamekaa vizuri, wamejipanga, wamejizatiti, wametuhamasisha. Kwa hiyo ilikuwa na ilikuwa ni mechi ile, tulicheza Dar es Salaam, ilikuwa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili ilikuwa huku. Sasa ukifungwa kipindi cha kwanza, ndio wakati wa kwenda kutazama makosa, kipindi cha pili unakuja kumalizia mchezo yeah, na ndio ilitokea leo mm. Um, mm. Kuto kuonekana sio sababu ya mchezaji kuto kucheza vizuri sio sababu, no, sababu ya mchezaji mchezaji ni mchezaji, tunu, ni tu kwanza focus yetu ya, <laughs> <laughs> ya mchezaji the way jinsi mchezaji unapojikipu mchezaji unapo unavyojitunza eh, unapopewa nafasi basi unaonyesha kile kilo ulichokuwa nacho. Simba ah, ujua ni timu ambayo eh, eh, ikikuwahi kipindi cha kwanza basi inakuadhibu. Kwa hiyo lazima naye ujue, lazima naye ukimbizana nayo kipindi cha kwanza, utakapoiwahi kipindi cha kwanza basi mchezo unakuwa umeisha. Shukrani, asante wana